Nataka niwaambie wapo wenzetu, nawasimamisha hapa sasa hivi. Wapo wenzetu wameunga mkono jitihada za serikali ya CCM. Subiri kwanza, subiri kwanza, mambo mazuri hayataki haraka. Subirini, nawaeleza hivi, wapo wenzetu wameunga mkono jitihada zinazofanywa na serikali ya CCM inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo wameona kule waliko, wanachelewa wanachelewa katika maendeleo. Kwa hiyo tunao hapa ili muwasikie kwa vinywa vyao juu ya maamuzi yao. DJ, weka mambo wakati wanakuja, kama kofi kwa mama Samia inajivunia kwa Tanzania. Tulie basi hapa, unasemaje? Haya, CCM hoye! Hapa mbele yangu yupo mwenyekiti wa CHAUMMA wa mkoa, yupo katibu wa CHAUMMA wa mkoa lakini yeah, kwa mahusiano mazuri yeah, tunao jirani zetu ambao nao wameamua kuja kutangazia hapa kurudi CCM yeah. Tuna mwenyekiti wa CHAUMMA wa mkoa yeah, wa Njombe, na tuna katibu wa CHAUMMA wa mkoa pia wa Njombe. CCM oye! Waona haya sasa, kabla kadi ziko ngoja, sasa kwanza wanakabidhi kadi za kule walikokuwa. Aya, aya, aya. Sasa sisi oye, hawa ndugu zetu wa Njombe tutawapa, tuwajitaje jina lao, ehe, lakini mimi kwa kuwa na mawasiliano na Mwenyekiti wa Njombe nitamueleza wakifika kule watapokelewa rasmi kwa utaratibu wa chama chetu, lakini tumeona si vibaya wakiwasindikiza wenzao hapa. Haya, tuanze CCM hoye! Samia Samia Suluhu hoye! Samia hoye! Asanteni kwa jina, naitwa Jason Kapinga Wanapenda kuniita Makuke. Mimi ndo mwenyekiti wa CHAUMMA mkoa wa Njombe ambaye nimeamua kurudi nyumbani CCM. Ye, kidumu Chama Cha Mapinduzi! Asante kwa majina yangu naitwa Diana Julius Kivina, nimeamua kurudi nyumbani. Sisiem hoye yeah. Tusikilizane basi tusikilizane jamani, haya ni mambo mazuri ya chama cha mapinduzi sawa. Sasa tusikilizane vijana, vijana tusikilizane. Sasa tuna nampa katibu wa CHAUMA mkoa wetu wa Iringa ajitambulishe na azungumze kwa nini katoka kule kuja huku CCM. Oe Dokta Samia oe, oe. Dokta Emmanuel Nchimbi oe. Oe, kwa majina naitwa Ibrahim Idd Msafiri, ni katibu wa CHAUMMA mkoa wa Iringa, nilikuwa na vile vile ni katibu wa wazee taifa katika chama cha Ukombozi wa Umma, bila kulazimishwa na mtu, kwa ridhaa yangu mwenyewe nimeamua kurudi nyumbani, chama cha Mapinduzi. Binafsi yangu huwa sipendi maisha ya ubabaishaji. Nimeshafanya tathmini ya kina zaidi, ya vyama viwili vitatu nishakuwemo humo. Nimeona ubabaishaji ndiyo mwingi. Nimeona watu waliokuwa sahihi ni watu wa kijani. Yeah, yeah. Sera zao na itikadi zao zimenyooka na zinaonekana What? Ni mambo mengi sana ya kuzungumzia, lakini siwezi kuyamaliza kwa sababu mwenyekiti amedadavua mambo mengi sana, nilikuwa nikimsikiliza. Tukianza kuongelea mazuri ya CCM tunaweza kuyaongelea leo mpaka wiki nzima yasiishe. Watanzania mi nawashangaa kitu kimoja, awamu iliyopita walisema vyuma vimekaza, amekuja wa kuviweka grisi, lakini bado wanalalamika. Sasa sijui vipi. Labda wabebe mgogoni yeah. Lakini mi kwa upande wangu namwona amenyooka, hana baya yeah. kama ni kazi, anafanya kazi na inaonekana. Kwa hiyo anastahili kutuongoza tena miaka mingine mitano. Kwa hiyo ndugu zangu tusimame kwa hiyo ndugu zangu, naomba tusipotoshwe na wapumbavu wachache. Wanaweza wakawa wapumbavu milioni moja, wanataka kupotosha watu milioni sitini wenye akili zao timamu. Kwa hiyo lazima tukae imara na lazima kila mmoja awe askari kwa mwenzake. Ukimsikia mtu wa watu andamane, taarifa mapema, kapuni, mambo yetu yaende sawasawa, tusikwamishwe na wajinga wachache wenye maslahi yao binafsi kwa matumbo yao, sio kwenye maslahi ya nchi. Lazima uzalendo kwanza ndio mambo mengine yapate baadaye, yeah. Au mnasemaje ndugu zangu? CCM yeah. yangu ina baya lolote? yeah. Dr Samia ana baya? yeah. Mi naona kila mtu alau siku hizi hata mfuko kidogo unakuwa umenona, uongo jamani? yeah. Lakini msee mkubwa alokuwa amepita alikuwa anakwambia hapa kazi tu bila kazi uli yeah. Sasa kuna baya gani mama analo? Mama hana baya yaani, ikiwezekana aongezwe na mingine tena mitano. Akimaliza, nashukuru sana ndugu zangu kwa kunisikiliza, nashukuru sana haya. Mmemsikia aliyekuwa katibu wa CHAUMMA mkoa. Mmemsikia? Haya, tunakushukuru bwana. Haya, badili Haya. Sasa huyu ndio alikuwa mwenyekiti wa CHAUMMA mkoa wa Iringa. Msikilizeni maneno yake, msikilizeni, msikilizeni. Huyu alikuwa mwenyekiti, kwa hiari yake ameamua kuja Chama cha Mapinduzi baada ya kuridhika na utekelezaji wa ilani ya serikali ya CCM inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, karibu. CCM oye! Kazi na utu kazi. Iringa oye! Kihesa oye! Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa mkoa, majina yangu naitwa Diana Benedikto. Mimi ni mwenyekiti wa CHAUMMA mkoa wa Iringa na ni mjumbe wa sekretarieti ya taifa ya CHAUMMA nimeamua ndugu zangu wanairinga, kuhamia nyumbani bila kushinikizwa na mtu, bila kushawishiwa na mtu, na kilichonifanya ni hame, sioni jipya kuliko kukaa CHAUMMA. Bora nirudi CCM nije nile maendeleo. Tunaambiwa hivi cha tunakula ubwabwa, utakula ubwabwa. Na maendeleo tuyapate wapi kama sio CCM? Ndugu zangu wana Iringa, watu wengi wanasema eti CCM haina watu kwenye mikutano. Na hawa ni kina nani? Iringa mmevunja rekodi. Wanasema mbunge hana kwenye mikutano, CCM imechoka, imechoka. Hivi CCM haijachoka? CCM ndio kwanza kunakucha. Ndugu zangu wa mkoa wa Iringa, mimi niwaombe kitu kimoja, msifanye utani na kitu kinaitwa maendeleo na amani. Hii nchi mnaiona, tunaishi kwa amani. Sasa hivi tuko kihesa tunafurahia pamoja tunasikilizana pamoja. Kikinuka hapa, kila mtu atakosa pa kuelekea. Wangapi mnajua kuchimba mahandaki? Hakuna. Tanzania hatujazoea fujo. Tanzania vijana wetu hawajui vita. Tanzania kinamama hawajawahi kusikia milio ya risasi wakaizoea hata siku moja. Ni Mapinduzi anastahili kuwa rais, anastahili kuendelea miaka mitano ijayo tena. Niwaombe ndugu zangu, viongozi wetu wa mkoa wamefanya kazi kubwa ya Chama cha Mapinduzi, inaonekana hapa Iringa. Viongozi wetu wa wilaya wamefanya kazi kubwa, inaonekana Iringa. Hawa wanaotuambia tukaandamane, tuandamane, tukiwa tunatafuta nini? Tunasema hivi, sisi tumetoka upinzani, tumetoka CHAUMMA na niwaeleze kitu kimoja ambacho hamkijui. CHAUMMA sisi ni CHAUMMA wa zamani. CHAUMMA tuna makundi haya mawili, kuna CHAUMMA wa zamani na kuna CHAUMMA waliotoka CHADEMA waliojificha chini ya mwavuli wa CHAUMMA. hiyo inaitwa nisikilizeni, niwaambie hiyo inaitwa ni no reform iliyojificha chini ya mwavuli wa CHAUMMA na sisi tumesema hatukubaliani na hicho kitu. Tunataka maendeleo, tunataka nchi yetu endelee kubaki na amani, hatutaki vurugu, hatutaki maandamano na Iringa tutashinda kura za kishindo. Chama cha Mapinduzi, ni waombe vijana wa Iringa kweli, hii ni CCM. CCM haswa, na wala hatutetereki hata wakisema tumehama. Tumehama ndio, na wenyewe walihama, lakini sisi tumehamia sehemu ambayo ni sahihi. Hatujahama tukatetereke na kudanganyika kule. Hatutaki kuwadanganya watanzania tena, tunataka kuwaambia watanzania ukweli. Chama ambacho kinaweza kuleta maendeleo nchi hii ni CCM peke yake, hakuna kingine. Nisikilizeni ndugu zangu, kuna wengine wanajifanya ni wanaharakati ambao wanataka kumwaga damu nchi ya Tanzania, ilete vita, tumekataa. Wanataka warudishe historia ya Idi Amin ijirutie Tanzania, tumekataa, tumekataa na hatutaki hata kuungana nao tena, ni waombe tarehe ishirini na tisa Tarehe ishirini na tisa, wananchi wa Iringa, msifanye masiara na maendeleo. Muende mkatiki kuanzia diwani, mkatiki kuanzia wabunge wa mkoa mzima Iringa wa chama cha mapinduzi. Tukitoka hapo, tukatiki kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ili tuendelee kuishi kwa amani. Nawashukuru sana, ndugu yangu, ndugu zangu, mimi sina ya kuongea mengi, naweza nikuongea mpaka kukakucha, tuko